Mjambo um, nyote karibuni kwenye video nyingine ya mawazo ya DIY, na kama unavyoona nina matope ya ufinyanzi ya aina mbalimbali. Nina vifaa vyote leo uh, tope la ufinyanzi, chupa, baluni na kadhalika. Tutatengeneza mpira mwingine wa kukabiliana na stress, na ni galaksi inayometamita. Nina baluni hapa, na ndipo tutakapoingiza kila kitu uh, hii inaitwa galaksi kwa mm -hmm. Kweli ina rangi inayopendeza sana, kama unavyoona, na hapa ni nauzi au nyuzi zinazo zinazomitamita na zina unicorn. Naona ni vyema tuweke unicorn ndani ya mpira wa kukabiliana na, na stress. Aa, ai, jamani, imekwama imekwama, tutajaribu kutoa yote kutoka kwa tope hili la ufinyanzi. Matope haya yanaweza kuflow kwa speed tofauti tofauti mm -hmm. Sitaweka hii unicorn, tutajaribu kutengeneza kitu kinachofurahisha. Unaweza kuona kuna rangi nyingi tu hapa zinazopendeza. Hii inateleza sana, unaweza kuona jinsi inavyo flow kuliko matope mengine na ni kweli, na kazi nyingi kidogo, lakini tutajaribu tu kuvuta. Naam, sawa sawa kabisa. He, tope hili lina maumbo yaliyochorwa kama hii, imechorwa, limechorwa mnyama mdogo. oh imechorwa pweza. Naam, nitatoa hii hapa. Sawa sawa, sijui kama waweza kuona tofauti kati ya haya yote. Tulipaswa kuingiza hii pia mm -hmm. Inateleza kuliko yale mengine, na unaweza kuona lilimwagika tu peke yake, pia na metameta e, rangi ya metalik bila shaka ni nzuri sana, na ndio tutakayoitumia kama thimu yetu ya galaksi. Haya yote tutayaweka ndani ya mpira wetu wa kupambana na dhiki. Natumai kuwa unafuatilia kwa makini. Kwanza nitaweka hii ndani ya chupa, ninaona ni rahisi kuiweka kwenye chupa kwanza, kisha tutaweka puto hapa kwenye tundu la chupa. Ehe, alafu kisha tumwage kila kitu ndani. Kwa hiyo hebu tuweke ya pili. Sawa, vyema kabisa, sawasawa. Hii hii inaweza tu kuiweka humu ndani. na sasa galaksi yetu o oh, hipi inatengeneza mpira, na kisha bila shaka unicorn yangu inayometameta ambayo sio ngumu kama ile nyingine, inaweza bado kufinyangu na kutoa umbo tunalohitaji. Aha. Sasa chupa yangu iko karibu kujaa, kisha tutachukua baluni ambayo ndio itashikilia kila kitu kwa pamoja.

Lo, jamani, chupa ilianguka. Hii ilikuwa ngumu kidogo. Haya haya, ndiyo masazo, hayakutosha kuingia ndani, lakini nitajaribu. Wacha nijaribu tena kuingiza ndani. Ai jamani, nimejaribu lakini wapi, sikufua dafu. tutasema tu kwamba haya ni masazo. Aha, sasa tutafunga, ni kama bado ina bubbles. Naam, nime nimeshafunga sasa, na mpira wangu wa kupambana na dhiki umekamilika na kuna utofauti kati ya jinsi ambavyo matope haya yanamwagika au kuflo, na pia utagundua kwamba hayachanganyiki. Hivyo ukiangalia kwa mbali, inavutia sana Uhum. Na ukiguza mpira wenyewe unahisi vizuri na unaweza kustretcha eh? Unaweza kuvutika kwani ni elastic. Naam, natumai mmefurahia mradi wetu wa leo. Kwangu mimi nimejienjoi kutengeneza mpira huu wa kupambana na dhiki na, natumai mmefurahia na ikiwa mmefurahia, tafadhali nipe maoni yako na ujiunge na chaneli yangu ili uweze kutazama video nyingi zaidi. Ehe, naam, tuonane wakati ujao inshallah. Kwaheri.